ili sote tuende kutiwa uzima katika jina la Baba Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunasonga mbele na kitabu cha Amosi ambapo siku ya leo tutasoma ile sura ya saba na ya nane. Mlango wa saba. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu, tazama, aliumba nzige mwanzo wa kuchipuka kwake mimea wakati wa vuli, na tazama ilikuwa mimea ya wakati wa vuli baada ya mavuno ya mfalme. Ikawa nzige walipokwisha kula majani ya nchi, ndipo nikasema, ee Bwana Mungu samehe, na kusihi, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Bwana akaghairi katika jambo hili, jambo hili halitakuwa, asema Bwana. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu, tazama, Bwana Mungu aliita ili kushindana kwa moto, nao ukavila vilindi vikuu, ukataka kuiteketeza nchi kavu. Ndipo nikasema Ee Bwana Mungu, acha nakusihi, Yakobo atasimamaje? Kwa maana ni mdogo. Bwana akaghairi katika jambo hili pia, jambo hili halitakuwa, asema Bwana Mungu. Haya ndiyo aliyonionyesha: na tazama, Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa timazi mwenye timazi mkononi mwake. Bwana akaniambia Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa, na mahali patakatifu pa Israeli pataharibika, nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yeroboamu kwa upanga. Ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema, Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli; nchi haiwezi kustahimili maneno yake yote. Kwa maana Amosi asema hivi, Yeroboamu atakufa kwa upanga, na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa, atoke katika nchi yake. Tena Amazia akamwambia Amosi, ewe muonaji, Nenda zako ikimbilie nchi ya Yuda, ukale mkate huko ukatabiri huko, lakini usitabiri tena huku Betheli, kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme, nayo ni nyumba ya kifalme. Ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia, mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii, bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu, naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi, Bwana akaniambia enenda, watabirie watu wangu Israeli. Basi sasa, lisikie neno la Bwana, wewe unasema, usitabiri juu ya Israeli wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Isaka. Kwa hiyo Bwana asema hivi, mke wako atakuwa kahaba mjini na wana wako na binti zako wataanguka kwa upanga, na shamba lako litagawanywa kwa kamba, na wewe mwenyewe utakufa kwa nchi iliyo najisi, na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa kutoka nchi yake. Mlango wa nane. Haya ndiyo aliyonionyesha Bwana Mungu, tazama kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, ninaona kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Ndipo Bwana akaniambia, mwisho wao umewajilia watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe na nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu. Mizoga itakuwa mingi kila mahali, wataitupa wakinyamaza kimya. Lisikieni hili ninyi, mnaopenda kuwameza wahitaji na kuwakomesha maskini wa nchi, mkisema, mwezi mpya utaondoka lini, tupate kuuza nafaka? Na sabato nayo, tupate kuandika ngano? Mkiipunguza efa na kuiongeza shekeli, mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu tupate kuwanunua maskini kwa fedha na wahitaji kwa jozi ya viatu, na kuziuza takataka za ngano. Bwana ameapa kwa fahari ya Yakobo, hakika sitazisahau kamwe kazi zao hata mojawapo. Kwa ajili ya hayo, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akaaye ndani yake? Nam itainuka yote pia kama huo mto, nayo itataabika na kupwa tena kama mto wa Misri. Tena itakuwa siku hiyo asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana. Nami nitazigeuza sikukuu zenu kuwa maombolezo na nyimbo zenu zote kuwa vilio, nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyote na upaa katika kila kichwa, nami nitayafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya mwana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia, Siku zinakuja asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula, wala kiu ya kukosa maji, bali ya kukosa kusikia maneno ya Bwana. Nao watatangatanga toka bahari hata bahari, na toka upande wa kaskazini hata upande wa mashariki; watapiga mbio wakienda huko na huko, wakilitafuta neno la Bwana, wasilione. Siku hiyo wanawali wazuri na wavulana watazimia kwa kiu. Na hao waapao kwa dhambi ya Samaria, na kusema, kama aishivyo Mungu wako, ee hey Dani, na kama iishivyo njia ya Beersheba, hao nao wataanguka wasiinuke tena.